Lakini pia mbunge, mgombea ubunge wa jimbo hili, aligusia ujenzi wa tawi la Songea chuo kikuu cha uhasibu Arusha. Nataka kuambia hiki chuo kitakamilika, kitajengwa na kitakamilika, na kitakapokamilika, kitakapokamilika kitakuwa kinachukua wanafunzi elfu kumi kwa mkupo mmoja, na haya ni maendeleo makubwa sana, ni fursa nzuri sasa kwa Wanaruvuma kuwa wahasibu. Chuo kiko hapa, chuo kiko hapa, kitachukua watu elfu kumi kwa mkupuo. Naomba mkitumie vizuri. Lakini katika hatua nyingine, tunatarajia kuwa na ujenzi wa chuo cha walemavu kule Liganga, Peramiho, kwa ndugu yangu Jenista kule nako tutajenga chuo hiko, na hadi yetu ni kukikamilisha ili kiweze kufanya kazi inayokusudiwa. Ndugu zangu, kama tulivyoahidi kutekeleza mkakati wa nishati safi, na katika kutekeleza mkakati wa nishati safi tumefanya kama ilivyosema zaidi tulivyotakiwa kwenye ilani. Ilani ilituambia ikifika ishirini, ishirini na tano vijiji vyote viwe vina umeme, lakini serikali iko kwenye vitongoji. Tunaunganisha umeme na takriban vitongoji nusu vya Tanzania, tayari vimeshaunganishwa umeme. Tunaendelea kumalizia hiyo kazi, lakini tunafanya hivyo kwa sababu tuliahidi kila wilaya kuwa na kongani za viwanda na tunataka tutakapoanza kuweka kongani za viwanda umeme huo umeshafika, na ndio maana tunakwenda kwa kasi namna hiyo. Kwa mfano, kwa mfano pale Madaba tutaweka viwanda vya kuongeza thamani zao la misitu ili kuongoza, kuongeza ajira na kukuza uchumi wa ujumla lakini pia uchumi kwa vijana wetu mmoja mmoja, sababu hawa ndio watakaofanya kazi kwenye viwanda hivyo. Lakini vile vile kuwepo kwa umeme na viwanda hivi kutavutia wawekezaji wa za, uh, za, uh, wa wawekezaji wengi zaidi kuja kwenye maeneo hayo.